Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza majimbo mapya manane. Hii ni mara baada ya kupitia mchakato wa uombaji wa majimbo thelathini na nne ambayo hao walikuwa na nia ya kutaka majimbo yao yagawanywe. INEC kwa kuzingatia idadi ya watu na mahitaji, wakagawanya majimbo hayo na kuja na majimbo manane pekee. Mkoa wa Dar es Salaam wenyewe ni mion, miongoni mwa wanufaika ambao wamepata majimbo mawili na hivyo mkoa huu utakuwa na majimbo kumi na mawili kutoka majimbo kumi yaliyokuwepo hapo awali. Na hii sasa kwa ujumla inafanya Tanzania itakuwa na majimbo mia mbili sabini na mawili, mia mbili ishirini na mbili kwa upande wa Bara na majimbo 50 kwa upande wa Zanzibar. Ni ongezeko ambalo pia imezingatia idadi ama ukubwa wa bunge na namna ambavyo wabunge wenyewe atastahili kukaa ndani ya jumba hilo la kutunga sheria. Tutapiga darubini kuhusiana na uwepo wa majimbo haya mapya, tija yake, na hata yale ambayo yalibadilishwa majina kulingana na mapendekezo yaliyotolewa na pande husika. Naitwa Nordin Selemani, ndiye ambaye ninakualika kwenye uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Studio tunaye Dr Foraja Cristomos ambaye yeye ni mchambuzi wa maswala ya siasa lakini pia ni mhadhiri. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa. Mambo unasemaje? Ah, tunamshukuru. mm. Alhamdulillah. Uh, ilikuwa ikisubiriwa kwa muda tangu ambapo watu wengi waliomba, karibu mikoa wa mingi iliomba hiyo yeah, na kufanya uh, majimbo 34 ah yeah, kuombwa ya, ya gawanywa lakini hatimaye baada ya mchujo mchakato mzito hapa na pale INEC sasa inakubali majimbo nane ndio atakuwa majimbo mapya. Nini tija yake ya kuja na majimbo haya tu nane wakati maombi yalikuwa zaidi ya thelathini na nne? ya maombi yalikuwa thelathini na nne, na kuna walioomba kwa kigezo cha ukubwa wa maeneo mm. Uh, kuna baadhi ya majimbo kuanzia mwanzoni, mpakani mwa jimbo moja na jimbo jingine, unakuta ilikuwa karibia kilomita mia mbili au mia hamsini zilikuwa ni nyingi. Kwa hiyo wakawa wanatoa hoja ya kwamba mbunge anakuwa na wakati mgumu kidogo kulitembelea jimbo kwa ukamilifu wake kwa sababu ya ukubwa na ukubwa na wa kijiografia na ugumu wa miundo mbinu iliyopo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuzifikia kata zote na tarafa zote za za ndani ya jimbo husika, na ndio maana yale maombi, sio wote walioomba kwa kigezo cha idadi ya watu, wapo walioomba kwa kigezo cha ukubwa wa eneo, na hatimaye baada ya uchambuzi wamefikia uh, uamuzi wa kwamba tuta, tutaongeza tu majimbo nane kama alivyosema, kigezo cha kwanza ni kuangalia ukubwa, wingi kwa maeneo ya mijini laki sita na majimbo ya vijijini laki, laki nne, lakini wakaangalia pia kwamba tusiangalie tu hili lakini tuangalie vile viti vilivyoko bungeni uh, viko vingapi kwao. Nadhani watawasiliana pia na bunge kuona kwamba bwana, kila mbunge akipata nafasi yake ya kudumu kukaa bungeni. Uh, jumla ya wabunge wanaoweza kuingia bungeni ni kiasi gani? lakini hoja nyingine waliyoangalia ni kufikiria sasa baada ya uchaguzi. Kumbuka huwa wanakokotoa idadi ya wabunge wa viti maalum, kuangalia mgombea um, urais urais amepata kura asilimia ngapi. Kwa hiyo hiyo ibidi waweke pia ala, n, a, akiba kwa ajili ya wabunge wa viti maalum kwa hapo baadaye. Kwa hiyo vigezo hivi vikiwekwa pamoja ukiongeza na kingine cha uh, kwamba jimbo moja lisi ovalabu yaani lisivuke, uh, halmashauri mbili. Kwa hiyo ibidi kurekebisha pia swala la mipaka ya ya majimbo ili walau ndani ya halmashauri kuwepo na bunge isiwe uh, jimbo moja uh, kumradhi, ndani ya halmashauri kuwe na jimbo isiwe mm, jimbo moja linakuwa ndani ya halmashauri mbili. Kwa hiyo hilo nalo wamelizingatia, wamerekebisha, na nadhani huenda ndio sababu mojawapo iliyofanya hata yale majimbo mengine kumi kubadilishwa kumi na mbili kubadilishwa majina, nadhani sababu zake zikawa ni hizi. Sasa tuangalie kwenye tija, umesema tija yake. Wachambuzi wengi wa siasa na uchumi wanapendelea zaidi kugatua madaraka, kwamba uh, kuhudumia mbunge ni gharama lakini tukipeleka haya majukumu ambayo tunadhani mbunge ana mchango kwa, kwa taifa hili, tuyapeleke kwenye halmashauri zetu, tuwajengee uwezo madiwani, tuwajengee uwezo ma, watendaji wa kata na vijiji na m, wa, wa mitaa ili waweze kuwa na uwezo wa kukusanya mapato, lakini pia kusimamia miradi ya maendeleo na kuwasimamia wananchi kwenye maeneo yale. Mambo mengi unaweza kuona hahitaji hata uwepo wa

Na hii imekuwa ni hoja ya walio wengi. Kwa mfano Dar es Salaam, mfano ni mzuri ukiongelea Kivule kwa mfano mm, ni jimbo ambalo liko ndani ya halmashauri ya jiji. Sote tunakumbuka kwamba mm, iliyokuwa ili manispa ya Ilala iligeuzwa ikaitwa halmashauri ya jiji mm, kwao imeenda ni ndefu kiasi chake kwamba inafika mpaka Kivule, Chanika. Sasa maeneo yale e, sidhani kama yanahitaji mbunge ili pate maendeleo ni swala tu la kurejesha mamlaka kwa halmashauri ya jiji, wawe na uwezo wa kukusanya mapato, wawe na uwezo wa kuyasimamia, lakini wawe na uwezo pia wa kuweka vipaumbele vya kimaendeleo kwa kile ambacho wanaweza wakakikusanya, ukiongezea na pesa ambazo zinaweza zikatoka serikali kuu. Hilo jambo lingeweza likafanyika vizuri kabisa, na hayo malalamiko au hoja ya kwamba tunahitaji mbunge ili atusemee kuhusu maendeleo ya barabara, uje wa shule hospitali, uh, zahanati ni vitu ambavyo vingeweza vikatekelezwa na kusimamiwa vizuri na, na halmashauri endapo kweli tungeamua kufanya ugatuzi wa, wa madaraka. Kwenye taarifa yetu ya habari, miongoni mwa watu ambao walizungumza, wananchi wasema kwamba uh, kugawa jimbo sio jambo muhimu sana. Wao wanasema kwamba wanataka kuona maendeleo kwa macho. Ha, hapa wanazingatia nini zaidi? Uh, maendeleo kwa macho <laughs> unajua, kuna maendeleo yanayoonekana na kuna maendeleo yasiyoonekana mm. Kwa mfano ukiongelea kuimarisha sekta ya elimu Mm, huwezi -hmm. kuwa na maendeleo yanayoonekana kwa sababu kichwa cha Nuruddin huwezi kujua kimeimarika kiasi gani kimaarifa. Kwa hiyo kuna yale maendeleo ambayo jamii inataka kuyaona ni miundombinu, hospitali uh, uh, maji, maji hmm. shule, hayo ni maendeleo yanayoonekana, lakini kuna maendeleo yasiyoonekana: uimarishaji wa mifumo ya kufanya biashara, uwezo uh, wa wananchi kutengeneza ajira kusimamia um, rasilimali zilizopo kufanya maamuzi kwa usahihi, maadili na kadhalika, ni maendeleo yasiyoonekana mm -hmm. Kwa hiyo wanaposema kwamba maendeleo yanayoonekana na kimsingi ndo mtazamo walio wengi mm -hmm. kudhani kwamba hilo ndo jukumu la mbunge kimsingi, mbunge kazi yake ni kusimamia kuisimamia serikali serikali bungeni na kuwatetea au kuwawakilisha wananchi kwenye vikao vya bunge lakini pia kuwa mjumbe wa baraza la, la madiwani Mwadila, wa halmashauri na ndio kazi yake, ndio jukumu kubwa. Yeye hatafuti pesa. Sasa hii dhana ya kwamba tukiwa na mbunge tutapata maendeleo, maendeleo nadhani ni dhana ambayo ina mushkeli kidogo kwa sababu Uh, mbunge hapeleki maendeleo kwa wananchi. Mbunge jukumu lake kubwa ni kuwawakilisha wananchi bungeni na kuisimamia serikali bungeni. Na maendeleo yanayohitajika ni yale maendeleo ambayo kimsingi yako chini ya halmashauri husika. Hmm. Tukiwa na wakurugenzi wazuri sana wa halmashauri, tukiwa na madiwani wazuri sana wa halmashauri, tukiwa na watendaji wazuri kwenye ngazi ya halmashauri, ndiko ambako tutaweza ku, kuyaona maendeleo yakitendeka na yakiendelea na bunge kazi yake tu ni kuwasemea hao wananchi akiwa bungeni, na kiwezekana kushika shilingi kwa waziri anavyowasilisha bajeti kwamba mimi watu wangu bila hiki kufanyiwa hiki na kile sitaweza sita kukuelewa kwao. mm-hmm. Unakuta sana sana yeye ni sauti ya wananchi, lakini kama tutaimarisha hii dhana ya bunge la wananchi, kwa maana ya kwamba wale walioko serikali serika za mitaa wale walioko kwenye mitaa wakawa na mamlaka na uwezo wa wa kusim mamia kila kile ambacho kinazalishwa na wananchi kinachokusanywa, wakasimamia mapato yao wao wenyewe na kuweka vipaumbele. Hilo ndio jambo la muhimu sana, kwamba lazima vipaumbele vya maendeleo vitoke kwa wananchi wenyewe na wawezeshwe namna ya kubuni, ndio ile uh, kanuni mpya D by D ya, mm. ya ya ya Tamisemi kwamba no. lazima wakati mwingine tugatue tu madaraka, lakini si tu kugatua, lazima tuwawezeshe mm-hmm mamlaka ya au uwezo na mbinu zote za kujiendeleza zio kwa wananchi wenyewe. Wao ndio wabainishe vipaumbele vyao, wabainishe miradi yao ya kipaumbele wanayoitaka, badala ya serikali kuamua kwamba tutajenga shule hapa. Unaweza kuta wananchi, wewe unavyowapelekea maji wasiyapokee, kwa sababu wana njia nyingi za kupata maji, wao wakahitaji zahanati mm, au wao wakahitaji barabara za kuweza kuwawezesha kusafirisha mazao kutoka mashambani kwao kuyapeleka sokoni kwa hiyo unapokuwa unapeleka ma miradi yako wewe mwenyewe kwa kubuni wewe mwenyewe ina, inasababisha ile miradi isiwe na, na, na, na tija au na mafanikio na haipokelewi vizuri na, na wananchi kwa hiyo mimi nadhani naungana naungana naye aliyesema kwamba tunahitaji zaidi maendeleo kwa sababu tukiwekeza zaidi hizi pesa ambazo tutawalipa hawa wabunge tukazipeleka kwa wananchi na wakaona matokeo, wataona kweli serikali inawasaidia ina na inafanya mambo mazuri kwa ajili yao. Mm. Kwa mujibu wa sensa, kila tukifanya makisio, baada ya kufika mwaka elfu mbili na hamsini, idadi yetu itakuwa ni imechupa mpaka zaidi ya milioni mia hii na. <clears throat> Na moja ya kigezo ambacho kinatumika ni kuhakikisha kwamba idadi ya watu kwamba majimbo ya mjini laki sita majimbo ya vijijini. Lakini kwa mwenendo huo, maana yake sasa tutatakiwa kuwa na majimbo mengi zaidi kufika mpaka labda mwaka elfu mbili na hamsini, ama ni wakati sahihi sasa wa kuanza kubadilisha hivi vigezo, ili kuweza kubaki na idadi uh fixed, ambayo imewekwa ya wabunge kadhaa, si kama nchi, na haya mengine tuseme kwamba imetosha ya na wakati najiandaa uh, nilipitia pia ripoti ya sensa mm, ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mm, uh, nilipata tashwishi kidogo nilivyoangalia kigezo kwanza cha wingi wa watu halafu nikaangalia na bunge letu lilivyo uh. Sasa unaanza kuwaza kama ulivyowaza mwenzangu <laughs> na mimi niliwaza kwamba, sasa kama tutatumia kigezo cha wingi wa watu, kuna majimbo ambayo yamenusurika tu na yenyewe kumegwa ya kigezo cha watu wamekifikia. mm -hmm. Kwa mfano jimbo la Arusha unaweza ukajiuliza sababu za kisiasa au ni nini, lina watu zaidi ya laki sita na kumi na sita, kwa maana ya sensa ya elfu mbili na ishirini na mbili na kwa sasa, kwa makadirio ya ongezeko la watu wanaweza kawa ni labda laki sita na ishirini, hatuwezi kujua ilifikia kama ni kigezo cha majimbo ya mijini, Arusha ilifikia kigezo cha kumegwa, lakini jimbo la Kasulu halijamegwa, lina watu karibia laki tano na thelathini na saba ambao ni zaidi ya kigezo uh, na kuna majimbo mengi sana ya mkoa wa ya Mwanza yamevuka kigezo cha laki nne Majimbo ya vijijini, kuna Misungwi, kuna Ilemela, kuna Sengerema, ni majimbo yenye watu zaidi ya laki nne. Na kuna majimbo kama Sumbanga vijijini hmm. eh, na zaidi ya watu laki nne. Uh, kuna majimbo kama Mbarali yana zaidi ya watu laki nne. Kuna jimbo la Kongwa kule kwa Ndugai mm. Lina zaidi ya watu laki nne lakini hajamegwa, na mengine kadha wa kadha, ni majimbo ambayo ukiyachungulia, ni kwamba ndani ya miaka kumi ijayo tufikirie kwamba labda wanafanya makadirio tena ya baada ya miaka kumi, na ukiangalia huu mgawanyo ulifanyika, hii nyongeza majimbo mm. kwa mara ya mwisho ilifanyika mwaka 2015 mm. Mm. ndipo tulivyopata majimbo mia mbili sitini na nne yeah. kwa hiyo tumekaa miaka kumi tumeongeza majimbo nane, mm. mm. yamefika mia mbili sabini na mbili. Ina maana miaka kumi ijayo haya niliyoyataja na mengine, idadi ya wananchi, kwa mfano, Arusha idadi aa, Arusha idadi imezidi mjini, pamoja na halmashauri ya wilaya Arusha idadi ni kubwa, ukiangalia kama nilivyotaja, uh, Kongwa mm. na kadhalika, na majimbo mengine, ukiangalia unaona kabisa yanazidi kuongezeka idadi. sasa unajiuliza Arusha mia sita kumi na saba laki sita na elfu kumi na saba haijamegwa lakini, Mbeya lenye idadi ya mia tano laki tano na kidogo limemegwa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kama ni kigezo tu cha wingi wa watu unaweza ukajiuliza, kwa sababu Shinyanga ilimemegwa lenye watu laki nne na sitini na nane, halafu kuna majimbo kama Kasulu lenye watu laki tano na kidogo halijamegwa. Uvinza pia lina watu zaidi ya laki nne na thelathini na halijamegwa. Kwa hiyo unaona kwamba huenda kuna sababu nyingine ambazo ziko juu ya meza wakati wanafanya maamuzi, hatukuzijua. Mm-hmm. Na kama kigezo ni hiki pia itaathiri uwezo wa bunge kama tutakuwa tunaongeza kila baada ya muda fulani kwa kutumia kigezo cha idadi ya watu, ina maana pia uku, tutalazimika huko mbeleni kujenga bunge jingine. Sasa hatutaweza kwenda kwa njia hiyo, kwa nakubaliana na wewe kwamba ni muhimu sasa ifike wakati tubadilishe vigezo vya mm -hmm, kwamba tunahitaji kuwa na, na, na ukubwa wa kudumu wa uwakilishi bungeni kama ambavyo nchi nyingine kama Uingereza wanafanya. Ukiangalia bunge la Uingereza Kiingereza, miaka na miaka unaliona lina ukubwa ule ule <laughs> halibadiliki na ni nchi iliyoendelea, mm, ina uwezo mkubwa wa kiuchumi, lakini hawajai kuangaika kujenga bunge jingine. Lakini sasa sisi kama unavyosema, kwa miaka hamsini um, ijayo, ina maana tutahitaji kuwa na bunge jingine. Kumbuka tulishakuwa na Karimjee mm, tulianza Karimjee hapa Dar es Salaam, tukaona hapatoshi, tukaamia Dodoma, tukajenga tuka ukumbi wa mm, Msekwa, tulivyoona baadaye hautoshi <laughs> miaka elfu mbili elfu mbili tukahamia kwenye hili bunge jipya. Tumekuwa tukiongeza, mwaka elfu mbili na tano tukaongeza idadi ya majimbo, elfu mbili na kumi na dhani waliongezeka kidogo elfu mbili na kumi na tano, na sasa elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka elfu mbili na ishirini, ndo majimbo haya yeah. Kuongezeka kwao hii haileti picha nzuri e, kama tutatumia kigezo cha idadi ya watu a, kuamua kwamba tumege majimbo ama la. Hmm. Yeah. Tarudi kwako hapo, nataka tuone sasa eh, kwa kiasi kikubwa tayari, yani kazi yao wameshaifanya, ikiwemo atakuboresha no. Uh, daftari daftari wapiga kura, hapo katika awamu ya pili. Nataka sasa tuangalie athari zake wakati tunakwenda kwenye uchaguzi, mtu ambao ulijua kwamba mimi nitakuwa segelea, lakini no. baadaye sana ambao sasa segelea, nipo uh, kivule sio no. nipo wapi? vitu kama vya namna hiyo, lakini kwanza, hebu kwanza tumsikie uh, mwenyekiti wa INEC, e, Jaji Jacobs Mwambegele wakati akitangaza uh, mabadiliko haya ya majimbo mapya na sababu ambazo zimewasukuma INEC kufikia uamuzi huo. Tume ilipokea jumla ya maombi 34 ya kugawa majimbo ya uchaguzi na maombi kumi ya kubadili majina ya majimbo. Baada ya kuchakata maombi husika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 makao makuu ya nikuambia ufanye tafakuri kidogo na athari za haya, sasa majimbo yamegawanywa. Mimi zamani labda nilikuwepo Mbagala, lakini sasa naambiwa wewe utakuwa huko Chamazi mm. Ya kuna athari na labda kama tume kwa kipindi hiki watakuja na kanuni za kulishughulikia hili, naamini ni, ni magwiji ni, mm. ni wasomi na ni waelewa wataliangalia hili kwa sababu ukiangalia kanuni zilizosimamia uchaguzi uliopita, unatakiwa uende kwenye kituo kile ulichojiandikishia kupiga kura, na utapiga kura ya diwani uh, mbunge na rais nice. Na ukitoka kama umetoka nje ya eneo lako, inamaana, kama utaenda ndani ya jimbo husika utaruhusiwa kupiga kura ya bunge na rais, lakini ya diwani hutapiga mm. Na kama uko nje kabisa ya jimbo lako, ina maana utaruhusiwa kupiga kura yes. ya rais tu peke yake. Sasa huo ulikuwa ni utaratibu wa huko nyuma, tunasubiri tuone baada ya marekebisho haya. Uh, kwa sababu niliwaza kwa, wakati najiandaa kwamba yawezekana pengine ilipaswa mgawanyo huu ufanyike kabla ya, ya kuanza kurekebisha daftari la wapiga kura mm, ili mtu ajijue mapema kabisa kwamba mwelekeo wangu wa kupiga kura utakuwa upande huu, lakini nadhani ime mambo yamepishana kidogo. Urekebishaji wa daftari la wapiga kura limefanyika awali kabla ya kutangaza majimbo, kumbe mm. mm, ilitakiwa pengine, kwa uelewa wangu, ilitakiwa majimbo yatangazwe ya mapema kabisa, na mgawanyo wa kata pia ujulikane, kwa sababu uh, swala la kata nadhani litasumbua zaidi kuliko hata majimbo hmm, kwa mtazamo wangu, kwa sababu linahusisha kuunganisha vijiji na nadhani kanuni za serikali za mitaa, uchaguzi wa serikali za mitaa ni tofauti na uchaguzi mkuu yeah. mm. Uh, uchaguzi wa serikali za mitaa ulikuwa unaelekeza kabisa kwamba kijiji kinapaswa kuwa na uh, vitongoji kadhaa vitongoji vikizidi sita kwa mathalan mm. hiyo tayari ni kijiji kingine mnakianzisha sasa. Kama watatumia utaratibu huo wa TAMISEMI ina maana itabidi kata fulani labda ita, itaelekezwa kwamba iwe na vijiji visivyozi kadhaa ndo iwe kata, ina maana ni eneo la diwani. Kwa mtindo huu, kuna uwezekano wa kulazimika kutoa maelekezo mapya ya nini kitafanyika wakati wa, wa uchaguzi, la sivyo inaweza baadhi ya kumbuka. Nimeangalia pia taarifa ya tume inasema kwamba mpaka sasa waliojiandikisha wanafika kama milioni ishirini na tisa ambao ndio wanatarajiwa kupiga kura mm. Na mtawanyiko wake hatujui utakuwaje uh, lakini kama wote watapiga kura, ina maana kuna hali fulani ya ya mkanganyiko itaweza kujitokeza, na huenda tume italazimika kutoa mwongozo wa nini kifanyike kwa sababu kama Nurdin ulikuwa baka nani Mbagala, uh, kule Rangi Tatu, mm. alafu mwongozo unakuja unaambiwa sasa, wewe unaamia chamazi, Chamazi. Mm. na kituo chako cha kupiga kura kitakuwa eneo fulani la Chamazi, hii italeta shida kidogo, huenda mm. naamini labda watakuja watoe mwongozo hapo baadaye, mm. wakati wote tunatukimbia kwelikweli. kwa maneno machache sasa uh nani anaweza kama mnufaika zaidi wa uh, ujio wa haya majimbo mapya? Wananchi, vyama vya siasa ama nani? Uh, wananchi sio wanufaika, tuwaondoe moja kwa moja <laughs> wao sio wanufaika wa huu mchakato. Huu mchakato mimi nadhani wanaonufaika ni wanasiasa pamoja na vyama vya siasa. Hmm. kwa maana ya kwamba kama kuna jimbo lilikuwa na washindani waliokuwa na nguvu sawa hmm. Wanaotunishana misuli na uwezo kusema fulani ana ushawishi zaidi kuliko mwingine, na wote ni rasilimali muhimu ndani ya chama. Nadhani wao ndio watakuwa nufaika wakubwa, na hii itasaidia kuepusha ile mivutano ya, ya hawa magwiji hawa miamba wanaovutana ndani ya eneo husika ita, itawasaidia na itaweza kuleta utulivu kwa kiasi fulani, kwa baadhi ya vyama endapo vilikuwa na makada wa, wa wenye nguvu wanaotoshana nguvu kwa kiasi cha kufanana kabisa, itasaidia kwao. Ina manufaa kwa upande wa wanasiasa na vyama, lakini kwa upande wa wananchi, wameongezea mzigo wa kodi watabeba mabega mzigo wao mabegani wa kuwahudumia wanasiasa utaongezeka. Hmm. Naam. Maneno ya kwake Dr. Faraja Kristomus ambayo tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo akimalizia, nilimtega kidogo kuuliza kwamba uh, mgawanyo huu nani mwenye kunufaika, je ni mwananchi ama yanasema ya mwananchi yatakuwa na jukumu zaidi sala kuendelea kuhudumia watendaji hawa, lakini pia wanasiasa wale ambao walikuwa wakitunishiana misuli katika eneo moja, kulingana na nguvu zao. Sasa na wenyewe wanaweza kuamua, mmoja aseme sasa, baada ya hali ya mambo kuwa hivi, ngoja mi nielekee huko, ni kuachie hapa uendelee kupambana napo. Nikushukuru sana, asante sana. Na, na kwa nukta nafikia tamati ya uchanganuzi hii leo. Tulikuwa tunaangalia ujio majimbo mapya manane ambao wametangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Nilikwambia tangu awali Dar es Salaam ni moja ya wanufaika ambao mpata majimbo mawili mapya hivyo majimbo anafikia kumi na mawili. Nikutakie tu usiku mwema usio na bugdha hapa napo, napo, majali watukutane uh, kesho na wewe tu ambaye unafuatilia taarifa kuhusiana na maziko ya mazishi ya Charles Hilary. Kesho mwili wake utaagwa na katika kanisa la Anglikana ambayo lipo uh, pale jirani na Ubungo Plaza pale uh, majira ya saa tatu hivi kwa hiyo unaweza ukashiriki hivyo, na jioni wake utasafirishwa kuelekea Zanzibar, ambako atazikwa siku ya Jumatano. kwa takia tu usiku mwema, na awe ambayo umeguswa na msiba huu, endelee kuwa e, upate pole. kwa heri.